Mlango wa kumi na tano. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema: nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni mungu wangu, nami nitamsifu; ni mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo Bwana, mkono wako wa kuume wa waseta seta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wa waangusha chini wanaokuondokea, wapeleka hasira yako nayo na huwateketeza kama mabua makavu kwa upepo wa mianzi ya pua yako maji yalipandishwa, mawimbi yakasimama juu wima mfano wa chungu, vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari. Adui akasema, nitafuatia, nitapata, nitagawanya nyara, nafsi yangu itashibishwa na wao, nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utawaangamiza. Ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. E hey, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? ni nani aliye kama wewe mtukufu katika utakatifu mwenye kuogopwa katika sifa zako mfanya maajabu ulinyosha mkono wako wa kuume nchi ikawameza wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao yako matakatifu kabila za watu wamesikia wanatetemeka wakao ufilisti utungu umewashika Ndipo majumbe wa Edomu wakashangaa, watu wa Moabu wenye nguvu tetemeko limewapata, watu wote wakao Kanaani wameyeyuka. Hofu na woga umewaangukia, kwa uweza wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe, hata watakapovuka watu wako e Bwana, hata watakapovuka watu wako uliowanunua. Utawaingiza na kuwapanda katika mlima wa urithi wako mahali pale ulipojifanyia e Bwana, ili upakae pale patakatifu ulipopaweka imara, Bwana, kwa mikono yako. Bwana atatawala milele na milele. Kwa maana farasi za Farao na magari yake na wapanda farasi wake waliingia ndani ya bahari. Bwana akayarudisha maji ya bahari juu yao, bali wana wa Israeli walikwenda katika nchi kavu katikati ya bahari. Na Miriamu nabii mke ndugu yake Haruni akatoa tari mkononi mwake. Wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake wenye matari na kucheza. Miriamu akawaitikia, Mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Musa akawaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu, nao wa wakatokea kwa jangwa la Shuri, wakaenda safari ya siku tatu jangwani wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hayo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnungunikia Musa wakisema, tunywe nini? naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji, maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko, akawaonja huko, akawaambia kwamba, utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye wakafikilia elimu palipokuwa na chemchemi kumi na mbili na mitende sabini wakapanga hapo karibu na maji